na wilaya ya Kilosa, angalia basi maeneo yote haya mawili mnayo nyinyi, Mikumi mnayo nyinyi, huku mnayo nyinyi, mamilioni ya mapesa mnayaacha yanakwenda. Nimekadiria mimi nimeweka mapato ya milioni elfu tano kwa lori liingie lipate huduma zote mule ndani, tukute kuwa na banda la immigration, banda la uhamiaji, TRA, polisi, kila kitu. Akiingia anamaliza kila kitu, akitoka anaondoka zake. Anaweka foleni pale Dumila, anaweka foleni Mikumi. Tumekubaliana, wekeni fanyeni uwekezaji hapo, ili haya malori yaingie ndani miatoze. Mnamwachia nani hizo pesa? Bado mimi sijaelewa, mnamwachia nani hizo pesa? Mambo ya ajabu sana elfu moja moja lori mia mbili kwa siku ni shilingi laki mbili, siku mia tatu na hamsini milioni sabini na ngapi? Si haya na kule, milioni sabini Dumi milioni mia moja na hamsini ndio hiyo, shilingi elfu moja moja tu kwa siku. Mnamwachia nani? Au mnazo Kilosa za kutosha? Kwa hiyo mnachagua nini, mfanye nini, msifanye a? Hizo ndio kazi za madiwani. Pambania fursa kama hizi kwa ajili ya halmashauri yenu. Diwani mzuri anapimwa kwa uwezo wake wa kuchangia mafanikio ya wananchi wake. Nimetoa maelekezo kwamba ninataka kuona maeneo ya uwekezaji. Tunakuja Kilosa hoteli, Kilosa yenu hii hoteli moja tu vyumba nane mji mkubwa kama Kilosa una hoteli moja vyumba nane. Haya, mlikuwa hamtaki kuwekeza kwenye kwenye mahoteli haya. Nimekwambia tengeni maeneo, mimi nitakuleteni wawekezaji hata hayo sasa. Ninajua kuna maeneo ninayajua mimi, mimi ninayajua, nilikuwa nasubiri nyinyi mniambie, hamjaniambia kwa taha, kwa taarifa yenu najua yako maeneo kama manne nimesema yatengwe ili tupate wawekezaji watuletee hoteli hata za vyumba ishirini, thelathini, arobaini. Mikumi, mimi naomba waishima madiwani na wengine tuwe serious na suala la Mikumi. Wachilia huko wengine, lakini Mikumi, Mikumi ukipita, ukweli malori ya petroli zaidi ya hamsini ni yakushanika, ni balaa. Wakati tunazungumza hivi, naambia yakilipuka, ule moto wake ule ambao unaingia kwenye upepo utaua mpaka tembo na simba kwe